Ai um zaidi sana, azi zieza kusimama kwa miguu yetu, lakini mungu yote. Uh, naomba niweze kutoa maisha ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa jina la kupembela ecamba la ajina maarufu aliyejulikana kama Marehemu alizaliwa tarehe tatu mwezi wa kwanza mwaka wa tisini na sita pale Baraka shini ooena. Alikuwa mtoto wa Mashilamo, nyumba ya Mashilembo, ambapo baba yake anaitwa kwa jina la Fidel Abongo, iamba wa familia ya Mashilao, Mashilemo, lakini mama yake anaitwa kwa jina la Johari Medike wa familia helea vashilamo kwa maana kwamba yeye alikuwa kwa alikuwalishilao. Nini elimu ya marehemu? Marehemu alisoma shule ya kiamsini kwenye shule ya ya Eberhema ni pale kambini ya Mgusu nchini Tanzania na pia kapata cheti chake mwaka wa 2009 pamoja mwale na hipo marehemu anaweza kujunga na shule ya sekondari yamisedi lape, ambapo alipata diploma yake mwaka elfu mbili kumi na nne akiwa amechukua mkondo wa sayansi ya kijamii, yani science sosiali. Baada ya marefu kumaliza shule ya sekondari, aliweza kutafuta elimu ya ziada hapa na pale nipo pia akajiunga na shule ya mchoraji. Kwa hiyo marehemu alikuwa mchoraji mzuri sana, lakini pia marehemu alikuwa anacheza er, mtegemea angalau kama kwa umri wangu alikuwa nao tuweze kumpata mchezaji mzuri sana. Alianza kwenye timu ya on ua ambayo ilipatikana nafasi ya ruhusa. Ee, baada ya hapo kiwango uka kimekuwa, marehemu pia anapata kusajiliwa na timu ya Aliansi pale pale gabeti ya rughusuulivalangams

za magonjwa kwaba ambayo adikukabilia nayo nikeitatu, tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi na mbili mwaka uliopita wa ishirini ishirini na tatu alikuwatoa na magonjwa baremu, akaenda kulazwa na kafanikiwa kutoka hospitali tarehe saba mwezi wa kwanza mwaka wa ishirini ishirini na nne Na hapo alikuwa amelazwa kwenye hospitali kuu Kristo. Kwa kipindi hicho, maremu alikuwa amesumbuliwa na magonjwa ya Mungu. Lakini pia kama tarehe 26 mwezi wa saba mwaka huu 2024 kwenye majira ya saa nane, maremu alikuja kufariki ndani ya gari nyumbani kwake, lakini pia umiekak ya kuita polisi Polisi ilipofika nachukua mwili wa marehemu akapeleka hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi zake. Tulitegemea hiyo ambayo tulipeleka hospitalini tutapata majibu, lakini madaktari akasema kwamba majibu haya yatatoka ndani ya wiki tatu hadi wiki nne, tutakuwa na majibu ikosikupani kipi ambacho kimetuma marehemu hadi yatakutwa na mauti.